Kwenye miaka 1968 wanaonekana wanandoa wawili wakimtupa mtoto wao mchanga nje kabisa ya mlango wa kituo cha kulelea watoto yatima, kisha wakapanda gari na kuondoka zao. Lakini mmiliki wa kituo hicho alisikia sauti ya mbwa wakibweka nje, ikamlazimu watoke nje upesi upesi ili kwenda kutazama. Na mara baada ya kutoka nje, aliwashuhudia mbwa wake wawili wakiwa wamemzingira mtoto mchanga huyo. Almanusura mbwa hao wamle mtoto nyama, lakini mzee wangu akawafukuza, kisha akamchukua mtoto huyo akamwinua juu na kumtizama, akagundua kwamba mtoto huyo alikuwa ni mweusi sana na mwenye nywele nyingi za kutisha, pengine ndio sababu iliyopelekea wazazi wake waamue kumtupa ili tu wasionekane kuishi na mtoto kituko. Mzee wangu alimlea na kumpatia mtoto huyo jina la Norbit. Norbit akawa ni mtoto mwenye furaha sana, ingawa bado ubaguzi kwake ulikuwa si wenye kukwepeka maana hata watoto wengine wadogo wenye umri sawa na wake waliendelea kumbagua na kumtenga Norbit. Ndani ya kituo hicho cha kulelea watoto yatima ni binti mmoja tu wa kizungu aitwaye Kate ndiye aliyoonekana kuchangamana na no Norbit kila wakati. Kate alijitolea kumfunza Norbit namna ya kuchochea baiskeli, huku wakifurahia saa. Walicheza pia mchezo wa chess kwa pamoja na kutizama roninga kwa wakati mmoja, na hata baadhi ya nyakati walidiriki kusindikizana chooni pindi walipohisi haja. Urafiki wao ulimea na kuota mizizi kiasi cha kuwafanya vishane pete za pipi kama ishara ya upendo kwao, huku wakiahidiana kwamba ipo siku watakuja kuoana, ila ndani ya wiki mbili baadaye mambo yote yalibadilika, kwani Keti alipata wazazi waliojitolea kumchukua na kwenda kumlea. Hapo ndipo maisha ya Norbit yalipobadilika na kuwa ya upweke na magumu sana, kwani alipoteza mtu wa karibu wa kumtetea na hata kumhurumia. Ikawa sasa Norbit anaonewa na wenzake kupita kiasi, kila mtu akawa anajipigia kadri awezavyo. Norbit akajuta hata kuzaliwa ila mnamo mwaka 1977 Norbit alijikuta akipata tumaini jipya, kwani siku hii alivamiwa na vijana wawili wa kizungu wakampiga sana, huku akimuita luza. Lakini ghafla akatokea binti mmoja mweusi, akawashika vijana hao wawili wa kizungu na kuwainua juu, akawagonganisha vichwa vyao, kisha akawatupilia mbali. Norbit akabaki tu akiwa anashangaa, maana nguvu na ujasiri wa binti huyo vilimwacha mdomo wazi. Walitambulishana kwa majina, kisha wakatambuana. Respicious akamchukua Norbit na kumpeleka mpaka nyumbani kwa kaka zake ili waishi pamoja. Norbit alianza kupata afueni, maana watoto wengine wa mtaani walianza kumwogopa kutokana na ule ukaribu wake na Respicious. Ikawa sasa Norbit anapata namba kwenye michezo yote ya hapo mtaani kuanzia mpira wa miguu na michezo mingine kadhalika. Ingawa umbo na unene wa Rasputia vilionekana kumpa tabu Norbit kwenye baadhi ya michezo yao ya ujanani, hasa hasa katika mchezo wa siso, kwani nguvu na kimo cha Norbit vilikuwa haviwezi kumsukuma Rasputia kwenye bembea. Kaka wa Rasputia walizoea kumpatia Norbit nyama ile itokanayo na makalio ya kuku, huku wao wa kila minofu mingine mizuri. Ila Norbit wala hakujali, kwani kwake la muhimu lilikuwa ni kuipa familia ili tu asiendelee kuishi kwenye kituo kile cha kulelea yatima. Miaka minane baadaye, kaka wa Specials waliamua kumwajiri Nobati katika kampuni yao ya ujenzi. Nobati akawa na hudumu kama karani na stokipa wa kampuni hiyo iitwayo Latmo Construction Company. Maisha ya Nobati yakazidi kuwa mazuri, lakini kumbe asijue kwamba anaandaliwa ili baadaye aje amuoe Respicious binti mwenye mwili mkubwa na umbo la kuchukiza binti aliyekosa ofa ya mapenzi toka kwa mwanamume yoyote yule hapo nchini marekani hatimaye zigo hilo likamdondokea kijana wetu Nobati. Ndoa ya kikristo ikatangazwa kanisani. Kaka wa Respicious wakafurahi sana, kwani walipata raha kuona kwamba hatimaye mdogo wao naye anakwenda kupata mume. Kaka mkubwa wa Respicious alimvuta Nobati mkono na kumchimba mkwara, huku akimwambia kwamba endapo atajaribu kumuumiza mdogo wao basi watamkamata na kumchanachana na viwembe, kisha wamkamue kama juisi, halafu wamle nyama. Norbit alibaki tu akiwa analia, wala asielewe zaidi nini cha kufanya. Hanimuni yao ilikuwa ni ya ajabu mno, kwani kila Bibi Rasputia alipoingia chumbani, walijikuta wakizivunja chaga za kitanda kutokana na uzito wa Rasputia. Maisha yao yalijaa vituko na comedy chungu mzima kutokana na unene wa Rasputia. Haikuwa rahisi kwake kuingia japo ndani ya gari, kwani matiti yake yalikuwa yakibanana na usukani wa gari pindi akaapo kwenye siti ya gari, hivyo honi ikawa inajipiga yenyewe kila wakati, jambo lisilo Lisilokuwa la kawaida a Bibi Respectus aligundua kwamba Norbit hawezi kabisa kumridhisha kimapenzi, na hii ni kutokana na ukubwa wake wa mwili, hivyo hawezi kupata raha ya tendo kutoka kwa mwanaume dhaifu kama Norbit. Ilimbidi Bibi Respectus ajiunge na mazoezi ya gym ili tu amtongoze master wa gym awe mchepuko wake wa kumpa mipinduko ya kiuwazimu. Na kweli Bibi Respectus alifanikiwa hatimaye akamnasa master wa gym aliyekuwa akisifika kwamba anayo pumzi ndefu na uwezo wa juu wa kuwakunja wanawake Siku moja Bibi Respecious alimleta masta huyo wa jimu mpaka nyumbani kwake, wakajifungia chumbani na kuanza kuisakanya peremende tamu ya kitu uzima gizani. Naam, ama hakika, Bibi Respecious alijikuta akitoa milio na miguno isiyoelezeka, huku akiritaja jina la Norbit katika hali ya kumtukana na Mungu si athumani. Ndani ya muda huo huo Norbit naye akawa tayari anaingia nyumbani hapo akitokea kazini, ila akashangaa sana kusikia sauti ya Respecious ikilalama kutokea chumbani, tena katika hali ya mahaba sana. O yae, niwaombe kwa leo tuishie hapa, ila kampeni yangu saidi ya mwana inaendelea, hivyo unapotizama usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, ili familia hii izidi kuwa kubwa sana. Mkifanya hivyo mtatisha sana. Nipeni like zaidi elfu moja alafu mune nitakapozidi kuachia kazi kila kukicha.